Anaendelea yeah, wana, wana, wanaulizana kuhusu swala la malaika na shetani. Wewe wewe unalizungumziaje kuhusu malaika ah, na shetani ah? Ndo maana nakuuliza, malaika simjui ndomana na... malaika ni masai ni lishushwa sana na Mwenyezi Mungu kwa juu eh. Eh. Malaika ni masai tena ni